Napoleon, Napoleon Bonaparte alisema maneno haya miaka mingi sana iliyopita, kwamba courage is not having the strength to go on, it is going on when we don't have strength. Sasa nimeona kauli ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba anasema kwamba tusitingishe kiberiti ya kwamba kiberiti hiki ni cha gesi, sio cha njiti, sio kile tulichokizoea. Tumhakikishie kwamba hatutingishi, tunataka kuona matumizi ya kiberiti cha gesi. Tumwambie kwamba hatumjaribu. Kama wanafikiri kuna utani kwenye kazi hii ya kudai hii haki ya msingi, wanafanya utani mkubwa sana na maisha ya watu na kwa sababu wako kwenye mamlaka sasa, na yani wako kwenye power. Kuna upofu wa unaingia kwenye mtu akipata mamlaka. Biblia inasema, ya kwamba na Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, ili apate kujitukuza mbele ya wana wa Israeli. Naona Mungu anaufanya moyo wa Magufuli kuwa mgumu, ili apate kuileta Tanzania ukombozi wa haraka. Aya mambo anayofanya itaigharimu nchi Nchi itaingia kwenye bloodshed kwa sababu tu ya mamlaka yamezidi hekima zao. Nchi itaingia kwenye umwagaji damu, nchi itaingia kwenye hasara kubwa, kwa sababu mamlaka yamezidi fikra zao, uwezo wa kufikiria. Ndio sababu leo waziri wa mambo ya ndani anasema ya kwamba tusisubutu, na jana nimeona askari mbalimbali sehemu mbalimbali za nchi wanafanya mazoezi kutisha, ya kwamba tukichukua hatua ya kuandamana wanatuua. Wakati wao wanajifunza kuua, sisi tumejiandaa kuuawa. Kwa hiyo matisho, tunajua kabisa hayo sio matisho, tunajua ni dhamira ya ukweli ya kutuumiza. Nafahamu wengine tumewekwa kwenye malengo makubwa ya kuumizwa ama kuuawa, lakini ukweli ni kwamba hatutawajaribu. Tutafanya maandamano wala hatutajificha, tutafanya maandamano. Tunataka maandamano kwa sababu tunataka haki yetu ya katiba. Tunataka utawala wa sheria na katiba katika taifa hili uzingatiwe. Mamlaka yanayowapa nguvu ya kuruhusu polisi kutupiga ni mamlaka iliyotupa uwezo wa kuandamana kudai haki yetu ya katiba inapomenywa, lakini ya kwetu sio msingi kama ya kwao. Sasa, kwa sababu wamesema, wamejiandaa kutupiga, wamejiandaa kutuumiza, kutudhalilisha na wengine pengine tukawa jela siku chache. Kabla nimwambie Tumwigulu Nchemba kwamba tutaandamana Arusha, tumejiandaa. Tumejiandaa katika kiwango ambacho hakijawahi kuonekana, hakijawahi kufanyika. Tumejiandaa, tumejiandaa kwa kila kitu. Tunajua tarehe moja Septemba sio siku ya harusi. Tunajua tarehe moja Septemba sio siku ya birthday. Ninafahamu tarehe moja Septemba sio siku ambayo nakwenda kukata keki ya mtoto wangu. Nafahamu na kwenda kukutana na polisi wakiwa na mabomu. Na mabomu ninajua na kwenda kukutana na polisi wakiwa na bunduki ninajua, naweza nikatolewa jicho, nikavunjwa mkono, nikavunjwa mguu. Nimejiandaa kuyapokea mambo yote haya, kama mauti imepoteza utukufu wake kwangu, hakuna statement inayoweza ikarudisha nyuma Arusha kuandamana. Na nakuonya waziri wa mambo ya ndani, kauli zako zipime baada ya tarehe moja unaweza ukajikuta na wewe unatakiwa na mahakama ya kimataifa kujibu maswali mengi na mashtaka mengi juu ya watu wengi watakaokuwa wamekufa. Najua polisi imejipanga kuwa, lakini polisi polisi, hasa IGP, muambie rais, kwa sababu unayekutana naye kwenye vikao vikuu vya usalama wa nchi, ya kwamba madai ya Chadema ni madai ya msingi, ni madai ya katiba, ya kwamba madai ya Chadema ni madai muhimu na ni madai ambayo yakipuuzwa naweza kaingiza nchi katika hatari kubwa. Huwezi kuongoza taifa kwa kuvunja sheria na utaratibu kwa kutumia polisi. Taongoza taifa kwa upendo na hekima, kwa sababu mmeshindwa. Na mimi ndugu zangu, mnaonisikiliza kwenye kikao cha ndani, niwaambie kwamba kila mtu ana hofu, hata mimi na hofu, kwa sababu na hofu, kwa sababu nafahamu nakwenda kupigwa siku hiyo, ama nitakwenda kuuawa siku hiyo, lakini nimeipuuza hofu hiyo ili watoto wangu waje wakute taifa lenye ni msingi bora. Nimeipuuza hofu hiyo, wakute taifa linaoamini katika kweli na misingi imara ya sheria na demokrasia. Nawataka ninyi wote kwamba mchukue tahadhari sio ya kutokuja kwenye maandamano, mchukue tahadhari kubwa ya kuja kupambana na utawala ambao umeanza kupuuza katiba katika kiwango hiki na utawala wa kisheria. Ndugu zangu, ninawaomba sana leo kwa pamoja kabisa tuendelee na mikakati yetu ya maandamano. Tunaandamana sio bei ya konyagi ipungue, tunaandamana utawala wa sheria katika taifa hili uheshimiwe. Na niombe taasisi za dini ambayo najua zina mkutano, wafanye hima kumwambia Rais ya kwamba uvunjaji wa katiba unaoendelea ni uvunjaji ni, ni, ni, ni uvunjaji wa sheria. Na uvunjaji wa sheria unaoendelea utaliweka taifa katika sehemu ngumu sana. Kama leo haturusui kufanya mikutano ya hadhara kwa sababu rais amesema, Iko siku makanisa na misikiti itafungwa, kwa sababu rais atasema. Hii vita siyo ya Chadema. Hii vita ni ya watanzania wote. Hii vita ni ya maskini, ni ya matajiri, ni ya Wakristo, ni Waislamu. Hii vita ni ya kila mtu anayependa taifa lake. Hii vita ni ya kila mtu anayependa kuona utawala wa sheria katika taifa hili. Hii vita ni ya kila mtu anayechukia utawala wa mabavu na utawala wa nguvu katika taifa hili. Hii ni vita ambayo kila mtu anayependa demokrasia ataunga mkono. Sio vita ya wanyonge peke yake, ni vita ya kila mtu, ni vita ambayo hata nyie wana CCM msishangilie, kwa sababu anayetoa amri na anayetoa mamlaka haya ni mtu ambaye ametoka na chama chenu. Mbegu hii ikishakomaa katika mfumo huu na msingi huu tunaoendelea, mbegu hii itamgusa kila mtu. Taifa linapokosa uhuru wa kusema anayeathirika si mwana Chadema ama mwanakafu peke yake bali ni Tanzania nzima ambao wote tumu ndani yake, ikiwa ni pamoja na wewe mwana CCM. Kwa hiyo hata wewe mwana CCM unapaswa kupinga wavu huu, ukiukwaji huu wa katiba, kwani ukishafanikiwa na wewe utakuwa kwenye maisha magumu. Ni vita ambayo mahakama inatakiwa kuingia, kwa sababu kama leo itaonekana hivi ya kwamba katiba inaweza ikavunjwa kwa kiwango hiki maana yake ni kwamba hata mahakama zitapewa maelekezo nini cha kufanya na nini si cha kufanya. Ni vita ya kila mtu, ni vita ya kila mtu, msomi na asiye msomi, ni vita ya kila mtu, mpagani na mwenye dini. Ninaomba watu wote wenye nia njema muende mkawaambie kwamba tarehe moja ni siku muhimu katika taifa letu, ni siku ya maana katika taifa letu, na tumejipanga sio kwa ubaya, tumejipanga kuhakikisha kwamba haki hii ya kidemokrasia inalindwa kwa gharama kubwa sana. ninawashukuru sana. Mungu wa bari.